Uh, jenga uh, jambo muhimu ambalo uh, rais amelizungumzia kwa wale wenye wanafuatilia kwa ukaribu mambo ya siasa ni uh, urafiki yenye uh, alikuwa nayo na kigogo wa siasa Raila Odinga walipoanza chama cha ODM, alafu mwishowe wakawa wamekuwa na msimamo tofauti, alafu mwishowe, sasa la muhimu ambayo huenda ikaleta gunzo chungu nzima ni uh, uchaguzi utakaokaribia uh, usimamo wa ODM na wale wenye huenda bado wana hisia uh, kwamba ODM huenda watakuwa na mnaniaji wa uh, kiti cha urais uh, kwama ugombea rais. Alafu la mwisho pia huo katika urafiki eh, yenye amekuwa nayo na eh, Raila Odinga ni wale wenye walianza nayo akiwemo Uh, mlinzi wa Raila Ogeta, alafu la muhimu sana, wale wenye wamekuwa karibu na uh, Raila Odinga kama wanasiasa wenye wamesisitiza kwamba mwishowe bado watabaki kuwa uh, kwenye serikali ya Kenya kwanza, na wao wanaitwa uh, experts. Uh, uh, to uh, experts ni wale wajuzi Kwako ni nini ilikuwa jambo muhimu sana lenye utatoka hapo ukisema kwamba wenyewe watu wa Nyanza huenda uh, wakawa na msimamo dhabiti, ama huenda watalegeza kamba kwa kufanya uh, kazi na serikali. Nam asante sana Nyambaga kwa Kiswahili chako mufti e, pamoja na Njenga e, bila shaka wale wataalamu wakiongoza na John Badi waziri wa zena ya kitaifa wamekuwa wakitetea serikali ya broadbest. Sijui kama tunaita serikali ya mapana na marefu. E, serikali jumuishi unavyosema, na bila shaka tumeona siasa zile za ODM chama cha ODM zikiitanda hapa. Uh, wale ambao wako ndani ya serikali kwa sasa mawaziri watano wakiongozwa na John Mbadi ali Hassan Joho tumemwona pia uh, Askul uh, waziri kutoka kule Turkana uh, pamoja na wengine Oparanya na wale ambao wanasimamia serikali hii wakitetea serikali vikali, lakini tumeona pia ule upande wa ODM ambao umekuwa ukipinga uh, ushirikiano huu kati ya ODM na serikali ya UDA wakiongozwa na seneta uh, Sifuna uh, ama katibu mkuu wa chama cha cha ODM ODM Edwin Sifuna wakisema kwamba lazima chama cha ODM kitafute kianze za wananchi upya ili itoe mwelekeo safari hii, kwa sababu sasa mambo yamebadilika. Kiongozi aliyekuwa ameondoka na sasa kuna uongozi mwingine tofauti ambao unaongozwa na kinara ama seneta wa huku katika kaunti ya Siaya Oburu Oginga. Kwa hivyo Lora, sijui kulingana na wewe, kwa mtazamo wako, chama cha ODM kina uwezo wa kuendelea kuimarika hata zaidi baada ya mazishi ya Raila Odinga? na unaonaje mstakabali wa taifa kutoka sasa ato kwa sasa haieleweki kabisa. Maanake tumeona kama kumekuwa na semi tofauti, uh, kutoka kwa viongozi mbalimbali wa chama cha chungwa. Kwa hivyo ni muda ambao tutasubiri kwa muda fulani kuona iwapo chungwa litaendelea kuwa na sukari ama litaingia shubiri. Kwa sasa naona kama ni mapema zaidi kujua, uh, mustakabali wa chama cha chungwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunasubiri tuna, tuna lakini pia kando kile ambacho kile tumeona uh, rais akizungumzia ni ameguzia uh, siku ambazo alikuwa mwanachama wa ODM akikumbuka vile ambavyo walikuwa na ushirikiano wa karibu na kinara wa chungwa Raila Odinga, na vile ambavyo wamekuwa na shughuli mbalimbali, lakini pia kumekuwa na semi nyingi za kisiasa ambazo zimesheheni hapa. Njenga, tulimuona seneta wa Narok pia Ledama Olekina akizungumzia mengi, mwenyekiti wa chama cha ODM pia Gladys Wanga alikuwa na semi kali kweli kweli, pengine ni kipi ambacho umeona kinajiri kutoka upande huu? Uh, nimeona pale uh, wakati ambapo Sifuna alikuwa anazungumza ameweza, uh, kurudi nyuma kidogo uh, siku kadhaa pale, uh, siku ya ishi, uh, tarehe ishirini na mbili mwezi wa Septemba ambapo uh, kinara wa ODM Raila Odinga alikuwa na mkutano na wanachama wa ODM uh, tunaweza sema ya kwamba hii ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuonekana uh, mbele ya watu akihutubia uh, wanachama wale na anasema ya kwamba baba alizungumza kwa kina na akaweza kusema ya kwamba uh, yeye anachosema ni ya kwamba chama cha ODM kitakuwa kwenye debe msemo msem, ambao tumesikia pale uh, Junet uh, Mohamed akisema ya kwamba uh, baba naye aliweza kusema ya kwamba ndio watakuwa kwa debe, lakini ni uh, vizuri sana tukuwe na umoja katika chama hicho uh, lakini pale ambapo uh, uh, rais alikuwa anazungumza, kuna kitu ambacho ameguza sana leto. Amesema uh, ya kwamba walikuwa wamechapa gumzo na Raila Odinga na wakaguza pale, uh, kuna mambo kadhaa uh, rais William Ruto atakayoongea pale na uh, rais wa pale mbeleni Uhuru Kenyatta. uh, hakuweza kufafanua zaidi ni nini? haswa lakini, sijui kulingana na wewe, uh, Steven Leto, unaona ni yepi haya, maybe walikuwa wanajaribu uh, kuongea ili waweze kufikia uh, Uhuru Kenyatta haswa wanapoongea mambo na umoja wa taifa nam. Hata kabla ya hilo uh, bwana Njenga kutoka uh, Runinga ya Inoro TV uh, tunakupatia picha za angani za Kango Kajaramogi uh, ni picha za kipekee unazoziona hapo kwenye runinga yako picha ambazo zitaendelea tutaendelea kukuonyesha kutoka hivi sasa hadi tamati ni picha ambazo ni za angani zinazokuashiria zinazo jinsi eh, mwili wa hayati Raila Odinga utakapokuwa ukizikwa wapi na vipi na kina nani watakuwa pale manake familia imetoa radhi kwamba wale watakaoruhusiwa kufika katika eneo hilo ama kaburi la Raila Odinga ni takriban watu 500 hivi, ikiwa ni familia, viongozi wa karibu sana a, pamoja na a, rais William Ruto na wageni wake a, wakiwemo aliyekuwa rais wa jamhuri ya Nigeria Olusegun Obasanjo, rais wa nne wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta, mawaziri wa taifa la Kenya na hivyo. Kwa hivyo uh, Sam Gituku pia amekuwa akifuatilia swala hili. Hatujui je, mipangilio kule katika sehemu -se hiyo iko vipi? Naam, asante leto. Uh, maandalizi kama ulivyokuwa umeona yakifanyika kuanzia siku ambayo Raila Odinga aliaga, na vilevile kuweza kuhakikishwa kwamba mahali atazikwa pamebainika, utaona kwamba picha zilizoko hewani zinakuonyesha kutoka upande wa juu kwamba um, mahali pale pamekuwa tayari. Mwenzangu Setholal alikuwa upande huo saa ama nyakati za asubuhi, ambapo aliweza kuthibitisha kwamba kaburi liko tayari. Ndio hilo ambapo sasa mwili wa mwenda zake Raila Odinga utakuwa ukilazwa, ikizingatiwa kwamba ni kati ya mapenzi yake na pia mapenzi ya familia yaweze kuzikwa pale. Unaona pale kuna maandishi baba rao kana kwamba hayo ni maua ama kwa kimombo yanayoitwa rith yatakuwa akiwekwa pale. Kwa sasa kaburi hilo limeweza kuandaliwa, imekuwa ni kazi sio rahisi kuanzia siku ilipoanza mnamo um, siku ya Alhamisi, lakini wale wasimamizi na wajenzi ambao walikuwa upande ule wakiongozwa na injinia Morris Akech ambaye ni afisa mkuu mtendaji kutoka National Construction Authority alikuwa akiongoza shughuli hii ya ujenzi wa kaburi likaweza kukamilika mapema leo, na sasa Raila Odinga anaelekezwa kule, wakati huu mwili wake unapoondoka upande wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga. Wale wafuasi waombolezaji, ambao alikuwa ameweza kufika katika chuo hiki kikuu kuhudhuria ibada ya wafu, maombi ambayo hayakuwa marefu na baadaye kukawa na kipindi cha hotuba. Basi waombolezaji wangali hapa, unaona wale wanajeshi katika upande wa Kango Kajaramogi wakiweza kujiandaa kuhakikisha kwamba wanaupokea ule mwili kwa sababu